Katika uchaguzi huu, hamu ya chakula si muongozo salama. Appetite sio mwongozo salama. Kupitia mazoea mabaya ya ulaji, hamu ya kula imepotoshwa, yaani ile appetite ime, imeshageuzwa. Kwa hiyo kile chakula cha kawaida, mtu akipika chakula ambacho akijawekewa manjonjo mengi Unaona kama sio chakula, kama hajaongeza sukari nyingi unaona kama sio chakula, kwa sababu ile ile testi ile, testi, ile, ile muonjo, ule muonjo wa chakula umeshageuka. Ndio maana ukiwaambia bwana twende, atakuuliza kimeungwa hicho? Hicho kimeungwa kimeshawekewa pilipili? Mtu hata akichukua indi, indi lazima aweke chumvi aweke na pilipili na aweke na a na, na nini tena na, na limao aweke, yani hindi sasa, hindi, hindi, hindi, hindi. Unashangaa hivi hindi lina matatizo gani? Labo kama mahindi ya sasa hivi yamegeuka, lazima aweke vitu vi, vi. Sasa mpaka hindi linakuwa sio hindi, linakuwa ni pilipili. Kwa hiyo hamu ja, kwa kuwa imepotoshwa, inabidi tuirudishe ile ya asili. mara nyingi hudai chakula ambacho huafifisha afya na kusababisha udhaifu badala ya nguvu. Hatuwezi kuongozwa salama kwa desturi za jamii. Sisi tunaishi katikati ya watu, sisi ndio natakiwa tuwe mfano, sio kwa sababu kila mtu mtaani anakula chipsi na kuku wa kisasa. Zamani kulikuwa na vita dhidi ya kuku wa kisasa, na hata wewe ulikuwa unaogopa kula kuku wa kisasa, na nakujua ulikuwa unaogopa ah, siwezi kula makuku hayo. Sasa hivi harusi zote tena mtu aulizi ya kisasa ama ni nini, ya siku mbili au ni nini? Sasa hivi ni twende kazini tena ki, ana, yani usipopewa kipapatio kile ukila kale kana hivi. Moja kwa moja yani, unaona kameishia hata ujui kama ni kuku ama ni nini. Siku hizi hatufuati tena ulaji ule ulioandikwa, na ndio maana matatizo ni mengi kanisani mengi na uasi mwingi kanisani, na huo uasi hatuwezi kuukomesha ama kuuondoa. Maana ni watu wa Mungu, inabidi uwafundishe mpaka turekebishe hapa. Jamani, Bwana asifiwe sana, na hapa patarekebika kama taarifa zinazoenda huku ni safi. Kwa mfano, hapa tunajifunza mziki. E, mziki bora tunaweza tukaimbisha hivi mtu aliyezoelea kula vitu vitu tofauti anakuona hivi hivi, hiyo ndio nini? Mbona haichangamshi? Mbona haisisimui? Mbona haileti hamsha hamsha? Na utagombana na watu. Lakini tukirudi kwenye msingi wa ulaji, tukala vizuri, tukawa na utulivu, tutasikia maneno ya Bwana na ndiyo makusudi ya Bwana. Ili kujua vyakula vipi ni bora Lazima tujifunze mpango wa awali wa Mungu kwa ajili ya chakula cha mwanadamu. Lazima turudi huko, mpango wa asili. Mungu alitaka tule nini? Hakuna mwanasayansi mkubwa kuliko Mungu. Mungu wala huwezi kumpa cheo sijui udokta, sijui mbobezi, cha uprofesa sijui udokta sijui mbobezi. Mungu ni kile usi, yani ni zaidi ya hivyo vyote, cheo chake ni ni, oh, oh, yani ni zaidi ya sayansi, hata ukimpa kwamba kwamba kwa anajua sayansi zote, yani yeye ni zaidi ya sayansi, yani yeye ni zaidi. Kwa hiyo akiumba, ametuumba kwa jinsi ya ajabu ya kutisha, anajua tu kila nini ndio kinafaa kwa ubongo, kinafaa kwa neva, kinafaa kwa misuli, kinafaa tumbo liwe safi, kinafaa mtu huyu aweze kuniabudu vizuri. Nafaka, matunda, jamii ya karanga na mboga mboga huunda, huunda, yani huunda chakula ambacho muumbaji wetu alituchagulia. Vyakula hivi endapo vitaandaliwa kwa namna rahisi na ya asili kadri iwezekanavyo, vinaleta afya bora na kujenga mwili katika kiwango kikubwa kubwa sana. Siku hizi tumegeuka, tumeenda upande, na watoto wetu hawana concentration, hawana utulivu Yaani hata kanisani unaweza ukakata mtu amekaa kule ana chati tu a. Ukiweka mdundo mzito ndio anashtuka ha. Yaani hawezi kukaa ametulia hivi kwenye ibada hivi kwa muda anasikiliza maneno ya Bwana mpaka ulete mchangamko fulani, kwa sababu kile kilichoingia mwilini mwake kujenga ubongo wake, hakuna utulivu. niku, ni yani ni kuamsha, unakula pilipili na amsha chiki chiki chiki chiki chiki chiki chiki, au unakuna unakunywa ile energy drink ile ukinywa unajisikia mpaka jasho inatoka, baadaye unapoa. Ukishapoa tena unataka unywe tena, unapoa. Yaani unakuwa na kama kaulevi fulani, huna utulivu. Mungu atusaidie. Katika juma hili turudi katika mstari wa ulaji, na tunasoma leo ya unabii katika juma hili, ili tuweze kurudi kule kwenye asili, maana tumekuwa na, tumekuwa na wafundishaji wengi, yani waalimu wa chakula ni wengi mno. Unakuta mtu anaambiwa kunywa vijiko vitatu vya vya mafuta asubuhi. Kwa hiyo mtu anaenda anachukua mafuta kabisa, anachukua mafuta anakunywa vijiko, afu anaenda hanywi breakfast hadi, hadi, hadi breakfast hafanyi chochote, amekunywa tu mafuta ili apate kito sijui nini nini, atengeneze makitoni manini. Sasa unashangaa hivi, Mungu ndio alikusudia tunywe mafuta? Situngekuwa na, na, na nani pale tunakunywa tu mafuta Mwingine anakuambia wanga haufai kabisa, wanga. Nikamkuta rafiki yangu mmoja, naambia he, vipi? Amejaza bakuli la mboga mboga tu, miezi yote. Nawambia vipi, umekuwaje siku hizi? Nimeambiwa napunguza uzito. Kasema mnaangalia wewe wewe, mwanaume we, utakosa nguvu zote wewe. Unakuta mwingine sasa amekaa pale, yaani siku hizi kuna kila aina ya mafundisho kule, na mtu anayechukua anakuja nayo Waadventista wa Sabato kama wangefata Roho ya Unabii inavyofundisha, tungekuwa mfano wa wenye afya, na hivyo tuliwahi kuwa mfano. Maana Amerika waliwahi kufanya utafiti, wakaona Waadventista walikuwa wanaishi miaka kumi zaidi ya Wamarekani wa kawaida. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana, miaka kumi zaidi. Siku hizi tumerudi nyuma na siku hizi ukiongelea roho ya nabii, nasema hivi anasema, nimemsikiliza profesa mmoja anasema, nimemsikia dokta fulani anasema, nimemsikiliza nani. Hatusikii tena maneno ya Bwana. Juma hili tutaongea kwa namna ambayo itatusaidia kurudi katika mstari.